Mara oye! Oh, Mara mambo! Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombe wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mama wa taifa, karibu katika mkoa wa Mara, mkoa wa watu wa imara, na katika mkoa wa ardhi ya baba wa taifa letu. Ndugu mgombea wa rais, ninaitwa Mwita Mwikwabe Waitara, katika wabunge wa mkoa wa Mara. Mimi ni chifu wa eneo hili. Kwa hiyo nitaomba watu wa Mara, kwa heshima mlionipa mnisikilize, na baadaye nimwombee mheshimiwa mgombe wetu rais kura za kishindo tarehe 29 Oktoba. Mheshimiwa mgombea katika jimbo la tarime vijijini tunakushukuru sana wewe na serikali ya chama cha mapinduzi kwa kuwa kwa muda wote ambao umehudumu tumepata fedha ya jumla shilingi bilioni hamsini na saba pointi sita ziko tarime vijijini zinaonekana tumejenga madarasa ya msingi na sekondari mia saba tumejenga sekondari mpya na watoto wanasoma ishirini na moja tumejenga shule ya msingi kumi na tatu tumejenga zahanati kumi na nne mpya zinafanya kazi, na tumejenga vituo vya afya vitano vinafanya kazi. Jimbo la Tarime vijijini liko na gari moja ya wagonjwa. Wanawake wa wilaya ya Tarime vijijini wanakushukuru sana Mheshimiwa mgombea, kwa kuwa tuna magari manne ya wagonjwa. Ninapozungumza hapa, watu wa Nyamongo wana chuo cha VETA zaidi ya shilingi bilioni tatu na watu wa Sirari watakunywa maji ya kutoka Ziwa Victoria zaidi ya milioni 134, na watu wa Nyamongo wana sekondari ya Nyandage ambao wamepeleka milioni 548. Sasa michango kwa wananchi imepungua sana, tunakushukuru ndugu mgombea, tunakushukuru sana. Lakini kama haitoshi, Tarime vijijini tumebakisha vitongoji tisini na tatu tu, tupeleke umeme katika vitongoji hivyo lakini barabara maeneo mengi zinapitika wakati wa mvua na wakati wa jua, tunakushukuru sana ndugu mgombea. Ndugu mgombea, nimeona kwenye ilani ya uchaguzi watu watalime vijijini 39 watatiki kwa sababu nimeona watu wa Nyamirambaro watu wa Kembwi watu wa Surubu watu wa Kitakasembe watapata maji safi na salama. Mheshimiwa mgombea, tunakushukuru sana kwa ahadi hiyo ikitimia lakini pia nimeona kwa ahadi yako umesema tutapata zanati 14 vituo vya afya vitano madaraja matano kilomita mia tano na ishirini za changarawe. Madiwani wanasikia, tutafanya mgawo sawa sawa katika kata ishirini na sita vijiji themanini na nane vitongoji mia tano. Na mdugu mgombea, napozungumza hapa tunawapiga kura jimbo la talime vijijini laki nne arobaini elfu na mia moja na sita, utapata asilimia tisini na nane. Mbili hizo ni wale wa udhuru wagonjwa na dharura mbalimbali hapo vipi? Ndugu mgombea ninayo maombi, naomba maombi makubwa haya, ikikupendeza, baada ya kutikia tarehe 29 ukaunda serikali, basi Mwenyezi Mungu akuongoze ukumbuke, watu watalima vijijini, watu wa Nyamongo, mwaka 2021 walipata ahadi ya mamlaka ya mji mpaka leo, ndugu mgombea, hawajapata ahadi hiyo. Ikikupendeza naomba ukumbuke katika maombi hayo. Watu wa Sirali pia, mwaka 2020 waliahidiwa mamlaka ya mji Ahadi hiyo, wanakuombea kila laheri uwakumbuke, lakini tunaomba pia maji kutoka ziwa Victoria. Hayo maji watu asiali wanywe, yaende mbogi na Pemba, lakini pia yaende Nyamongo, yaende mpaka Kuihanja, yaende, yaende Nyamwaga ili kupendeza mpaka Mliba, ili watu watue, kina mama wa eneo hiyo. Ndo ndugu mgombea, katika jimbo la Tarime vijijini ulituma mheshimiwa waziri wa maji akaenda nina kata ishirin na sit ishirina miradi ya maji kata Pemba na Mbugi haina kisima hata kimoja. change change wa unajua, nilikuwa wa wa mama, mama, naibu waziri wa dgugombeanwawatamisei nilikuwa muungana na mazingira alipa heshima kuwa naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi. Barabara ya nyamwaga talime mgumu serengeti kilometa 87, inaendelea. Mheshimiwa Rais atakamilisha baada ya kuapishwa kule, kumpigia tisa. Mheshimiwa mgombea, tunakushukuru sana. Watu wa talime vijijini kule nyanungu, kata ya nyanungu, kata ya kuyanja na kata ya koronga wana mgogoro wa hifadhi ya wanyama. Mama, nipo chini ya miguu yako nimekuwa kitimoto muda mwingi sana. Jambo hili wanalisikia wananchi, wamenituma mpaka wazee wa Mera. Baada ya kupata urais ukiwa umetulia, ama we wawe msaidizi wako, basi akawasikilize, tuwe namna ya kusaidia waishi kwa amani katika eneo lile. Ndugu zangu, watu wa mkoa wa Mara, leo katika viwanja hivi sio kwamba tunamgombea tu ile, tunaye mama wa taifa. Piga makofi kwa mama Samia, mama wa taifa. Amekuja kwa baba wa taifa na anatakiwa apate kura tarehe ishirini na tisa. Kura mahususi ni mama mwema. Na mheshimiwa mgombea, mimi nimekuwa serikalini, nimekuwa mbunge, naomba kipindi cha tatu. Nataka nikuombe, na hiyo umejipanga, wananchi watalime vijijini. Nimeisha fanya mikutano hamsini na moja, nitafanya mikutano tisini na vikao vya kutosha. Wananiambia mwambie mama Samia atulie, tena atulie kama maji ya mtungi umeongoza katika marais waliopita kutafuta fedha katika maeneo mbalimbali, zinaenda kwenye vijiji, zinaenda kwenye vitongoji, zinaenda kwenye kata katika mkoa wa Mara. Hakuna mgombea udiani atasimama hapa etu atuambie hana la kusema, lahasha. Hakuna mgombea ubunge atasimama hapa aseme hana la kusema. Kazi imefanyika na kazi inaonekana. Nataka niwaombe watu wa Mara tarehe 29 Tuone ambao wanasema hatatiki kwa mama Samia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama kuna mtu anyoshi mkono, ni mchawi. Hebu punga mkono, mama Samia azione kura za watu wa Mara kwa mama wa taifa katika ardhi ya baba wa taifa. Asante sana, Mungu wabariki sana. Naomba nione mikono ambao nasema wabunge wote, watu wa mkoa wa Mara wataenda kupata kura za kishindo, wakaendeleza kazi ya maendeleo, kazi iliyotukuka katika mkoa wa Mara. Naomba nione mikono wale ambao wanasema watapiga kampeni na watapiga kura tarehe 29 kwa madiwani wote wa kata zote katika mkoa wa Mara. Mara ya kijani, Mara o ya kijani kila mahali. Asante sana. Baada ya maneno hayo, Mheshimiwa mgombea, sisi watu wa Mara tuko imara, tunakuahidi kura za kishindo 29. Karibu sana mkoa wa Mara, nawashukuru sana napenda sana mwa mwa mwa mama Samia. Asanteni sana.